Aliweza kusimama katika nyakati zote za miaka zaidi ya sita akiwa mwenyekiti wa bodi ta ya taasisi ya Hakiardhi. Na Hakiardhi ni taasisi ya utafiti na utetezi wa iza ardhi, taasisi kongwe sana kwa zaidi ya miaka thelathini sasa. Na niseme tu alikuwa ni mzee ambaye alijitolea sana katika kutetea. Kwenye vikao vya bodi alikuwa akija, ila ni mzima au ni mgonjwa, naika kushiriki kwene vikio vya alikuwa kifika ila ni mzima au ni mgonjwa naikaashiriki. Lakini pia nise jambo ile HAKIARDHI imeshiriki kwa kiasi kikubwa sana katika kumuuguza, unashiriki sana toka mwanzo mpaka mwisho, umefika sana hapa nyumbani barakaa, umefika sana oa mzima mwona. Kwa hiyo ni washukuru sana familia pia kwa namna ambavyo waluza sambabam na hayo Hakiardhi uh, eh, tushatoa uh, rambirambi awamu ya kwanza, lakini pia tutaliona familia awamu ya pili, lakini pia tutaambatana na familia na maenge kwa ajili ya kumpumzisha mzee. Niseme tu alikuwa ni tetezi pia wanamaenge kwa sababu kesi nyingi za ardhi alikuwa kizipigania sana, ili wa maenge waweze kupata haki yao. Sambamba na hilo, nimeambatana na wanachama wa Hakiardhi anza kamata na pia natoa salamu za rabirabi kutoka azesha shi, si tu kwamba ni mwanachama wa keyari, lakini pia wa wakarimu sana kwa mzee alisenga na mwaga hapa leo. Kwa hiyo nikalisoma kama Senga. Senga. Senga. Ndugu yangu, rafiki yangu, mwenzangu katika mapambano, niliposikia taarifa za kifo chako nililia, lakini nilikaza moyo, nikaacha kulia, nikaanza kuchimbua makabazi na kufukua kumbukumbu zangu kumbu za mapambano dhidi ya makaburu waliouziwa benki, benki yetu ya taifa ya biashara, yaani NBC, ukiwa tuiko wakati ule, kiongozi shupavu wa wafanyakazi mwenye msimamo thabiti na ukereketwa usio kifani, wewe Ue, Senga pamoja na dada yangu marehemu Jenerosa wa NBC, dada asiyetikisika wala kuyumba kimsimama, kuishikana mikono, mkapambana bega kwa bega hadi ushindi ukapatikana. Katika mapambano yale nilifarijika, nilishawishika na imani yangu ya miaka mingi ya nyakati za ujana wangu irejea imani kwamba wavujajasho wakiungana, hakuna nguvu duniani iwayo yote inaweza kuwatisha na kuwatikisa. Tukaendelea. Hakiardhi ikakupokea, ukajiunga na familia ya wana wa Hakiardhi, wazee na vijana aunganisha nguvu za waguja jasho, wafanyakazi na wakulima, machinga na mama ntilie. Maumivu ya msiba kufutika si rahisi. Tunaendelea kukulilia, kupeana pole na kuomboleza msiba uliotuachia. Kwa wana Hakiardhi tunalo la na kutufariji, nalo ni imani yetu kwamba miongoni mwetu tulikuwa na mwenzetu mpambanaji shupavu na asiyechoka, kiongozi na mwenyekiti wetu Senga aliyelala kishujaa. Nenda salama rafiki yangu, ndugu yangu, kamarade Senga. Tunapokupumzisha wenzako, tunakumbushana safari ya mapambano ni ndefu Pambano ya wavujajacho haina vituo vya kupumzika, bali kuna medani ya mapigano ya mapigano tu. Popote pale tulipo, kazi zozote zikufanyazo, daima tutangulize maslahi na matakwa ya wavujajacho, ya wanyonge, mamantilie, kina baba na mama kabwela. Isa bin Mariam tarehe 10